Ikaanza ndugu zangu Waislamu, na katika vita hivi walikufa maswahaba kadhaa. Wakati vita vinaendelea, Ikrima akajeruhiwe vibaya akawa amedondoka chini, na Alharith bin Hishamu akajeruhiwe vibaya akawa amedondoka mbele yake kidogo na Ikrima, Dhiraru bin Alazwari akajeruhiwe na hivi vibaya akadondoka pembeni yake mwa Ikrima lakini walipodondoka kwa majeraha, Ikrima akasikika anasema, uridu ma'an, mimi nina hali ambayo ni ngumu sana, naombeni mniletee maji, hali yangu ni ngumu. Sasa wale wanaohudumia wapiganaji akafika pale na glasi ya maji, akaanza kumpa Ikrima maji ili anywe. Wakati Ikrima amechukua maji yale anataka kuyanywa, mara anasikia Al Harith bin Hishamu pembeni hapo, waliowekeana ahadi ana nasikia Al Harith bin Hisham anasema uridu ma'an, hebu niletee na mimi maji, hali yangu ni ngumu sana. Ikrima akamwambia yule bwana idfa'ha ila Harith bin Hisham, hii glasi siko tayari kuinywa ingawa ni na hali ngumu. Maadamu Al Harith bin Hisham, Al Harith bin Hisham anataka maji na hali yake ni ngumu, basi glasi hii peleka, akanywe Al Harith bin Hisham. Glasi ilipofikishwa kwa Al Harith bin Hisham, mara Al Harith bin Hisham akasikia Dhirar bin Al-Azwari anataka maji uridu ma'an, ninaomba maji, hali yangu ni ngumu sana. Al-Harith bin Hisham akasema idfa'a ila dirara, glasi hii mimi siko tayari kuinywa, ingawa hali yangu ni ngumu, hebu mpelekeeni ndugu yangu Dirar bin al-azwari, wende kwa hali yake ni ngumu zaidi. Sasa riwaya zinasema fatadafa'uha jami fatadafa'uha bainahum, ile glasi iliendelea kuzunguka kati yao, yake yule pengine ndugu yangu Muislam ana hali ngumu kuliko mimi, mpelekee akanywe, mimi nikose. Mara glasi inafika pale, mpelekee yule, huenda hali yake ndugu yangu ni ngumu kuliko yangu, mpelekee akanywe. Glasi ile li iliendelea kuzunguka kati yao, hatta matu jamian mpaka wakafa wote, walam yashrab ahadun minhum, hakuna hata mmoja alioinywa ile glasi, ile glasi ikawa imerudi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mapenzi ya kweli. Wasahaba ridwanullahi taala alaihim walikuwa wako tayari hata yeye adhuriki, lakini ndugu yake mwislamu apate, na haya ndo mahaba na ndo mapenzi na ndio udugu wa kweli aliotengeneza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimi na nyinyi tujitathmini, tuko katika boma hili tunapendana kwa kiasi hicho? Je, udugu wetu ukoje? Udugu wetu tulionao ni udugu wa kweli wa, wa, wa kidini au ni udugu wa kimaslahi? Kwa hiyo mifano miwili tutosheke nayo, lakini mifano iko mingi. Kikubwa ndugu zangu Waislamu, tupendane na udugu wetu tuuimarishe, na tuhakikishe hatuachiani, kwani Waislamu ni mandugu. Waislamu hawafarakani. Waislamu wanakosana tu kwa baadhi ya mambo, lakini baada ya hapo wanarudishana kuwa pamoja na wanavumiliana kati ya yale yanayojiri kati ya, wabillahi taufiki